E, zaza ndugu zangu wane wane, e, lady and gentleman, na wakaribisha tena kwenye kipindi chetu pendwa zaza. Leo tutaangalia e, video kumi bora zinazowatofautisha Rais Samia Suluhu Hassan na Hayati John Pombe Magufuli. Video kumi zinazowatofautisha hawa marais wawili kati ya Hayati John Pombe Magufuli na e, Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa sitaki kukuchosha, na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda, hebu twende tuone utofauti kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na Hayati John Pombe Magufuli, tukianza na video namba kumi. kura chuma hicho, mnahusika hebu mtoeni nje, huyo anashughulisha watu hapa, mbebeni, mtoeni nje huko, mtamsikiliza huko nje. E, watu wote wanamshughulikia yeye No, yeah, right. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hey, mumwache huyo uh, mama aje aeleze. Ana mnasikia? Hey, Muacheni huyo mama aje aeleze shida yake. Aya, aha, tukaangalie namba tisa kura chuma hicho <laughs> na mimi naondoka, najiondoa hapa kwa wenyekiti, asanteni sana san, na makamu mwenyekiti ataendelea na kikao. Asanteni sana CCM san. Oyee CCM oyee CCM! Haya jaza, tukaangalie namba nane, kura chuma hicho watu wamekaa hapa wameifanyia kazi nchi hii, wapo watu wamezaliwa hapa, wanafika wananyanganywa, wanaambiwa nendeni mkapange. Hata Mungu atawalani, aingii hakirini. Mtu amekaa kwenye nyumba hizo, baadaye unamwambia nyumba hizi tunazibomoa, nenda ukapange tutakulipa hela ya kupanga nayo hulipia ya... kusimama juu ya jukwaa wewe, Samia Suluhu, we huna adabu we, we miguu yako imekwenda upande wewe we, kichwa kama mbuzi wewe we. <laughs> Samia Suluhu anaweza akawa na upeo mkubwa wa ustahimilivu kama alionao, sababu yananipata, lakini na, na, na, na nyamaza kimya, uongozi manake nini, ustahimilivu, na ndio katika zile ara nne imo. Aya, sasa twende tukaangalie namba saba kura chuma hichoofu yeah. Kwamba tarehe zile za kupiga kura hakutakuwa na vurugu yoyote, tokeni kwa wingi, kapigeni kura. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii, na mimi ndio amiri jeshi mkuu nayesema hapa Tumejipanga vyema kuilinda nchi hii, kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi -nywi, wala nywinywinywi -nywi -nywi. Naomba watu tokeni, amshaneni, kapigeni kura tarehe ishirini na tisa, kesho kutwa tu mwezi huu wa kumi. Niwaombe tokeni, mwende mkapige kura. Ninayeongea hapa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 Kinakuwa Gwajima naizi. Kwa hiyo kwa vovote vile, tusigwajima naizi chama chetu, magwajima tuyaache nje, hamna kuoneana aibu wala haya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 kwa hiyo ukicheza ngoma si yako utaharibu na utajulikana tu, lazima utasema mie siye. Jamani, aya zaza, twende tukaangalie namba tano, kura chuma hicho. Naomba kura yako ili niwe mtumishi wako kama rais wa nchi yetu. Naomba nafasi hii ili niwatumikie wa Tanzania kwa maendeleo ya nchi yetu na ustawi wa taifa zima la Tanzania. Naomba muniamini nilete mabadiliko ya kweli. Nitaboresha mfumo wa utendaji serikalini. Nitashughulikia shida za maji, miundo mbinu, viwanda, kilimo, mifugo na uvuvi. Aidha, nitaboresha huduma za afya, nitawezesha elimu bora na bure kwa watoto wetu. Nitapigania kila mtu awe na shughuli za kipato kizuri. Nitaongeza fursa za ajira na kuboresha masilahi ya wafanyakazi. Tutapunguza kodi zisizo za lazima kwa wafanyakazi wakulima na wafanyabiashara na hasa wafanya biashara wadogo wadogo. Nitapambana na ufisadi na rushwa kwa nguvu zangu zote. Nitalinda amani na umoja wa Watanzania. Rekodi yangu ya utendaji unaifahamu. Sasa ni wakati wa nchi yetu kusonga mbele kwa kasi kubwa. Naomba kura yako tarehe 25 Oktoba 2015 ili niongoze safari mpya ya uhakika ya taifa letu kusonga mbele kuelekea kwenye Tanzania yenye neema. Kwangu mimi ni kazi tu. Naahidi sitawangusha. Namuomba Mwenyezi Mungu anisaidie. Asanteni sana. Lakini pale tunapo tunapomimina fedha ndani ya wilaya ya Kondoa, kwa sababu sisi hatuendi na tone tone. Sisi tunamimina fedha, wabunge na madiwani na viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi Watakuja kulani, kulani inadi haya zaza, twende tukaangalie namba nne kura chuma hicho kwamba tumeanza mazungumzo ya kufufua mradi wote ule wa Bagamoyo na wawekezaji hao wanakuja na masharti ya ajabu, ni yakichaa tu anayeweza kuyakubali. Anakwambia akijenga bandari pale uhakikishe uendelezi bandari yoyote kutoka Tanga mpaka kusini Mtwara, maana yake you are not allowed to construct any port. Ndio masharti wanataka, ukishawapa pale huruhusiwi hata kwenda kucollect revenue. TRA mnaisema iko hapa hairuhusiwi kukanyagwa pale, mkishafanya wakishafanya investment wanatakiwa uwape guarantee ya kwanza bila kuwauliza miaka thelathini na tatu, lakini ah, ndio nawaeleza sasa <laughs> lakini, unatakiwa uwape rizi tofauti na sheria za nchi for 99 years, na huruhusiwi hata kwenda kumuuliza atakaye kwenda kuwekeza pale, na wao wawe na mandate ya kuichukua hiyo eneo kama ardhi yao lakini mnatakiwa mlipe compensation ya kazi watakayoifanya ya kudrag kuchimba ile bandari. Masharti mengi ya ajabu. Kwa hiyo najaribu kuzungumza haya ili kusudi sisi wa Tanzania tumechezewa mno miaka mingi, we are supposed to change. Na watu wamekuwa wakizunguka wakizunguka, they do a lot of lobbying. Lakini ni nchi gani hiyo ambayo unajenga bandari ya Dar es Salaam tuna, tunachimba sasa hivi kutoka bethi zero mpaka namba kumi kwa gharama ya trilioni moja pointi mbili tumekopa fedha, tumetumia fedha yetu, na contractor yupo na inawezekana at the end of this year watamaliza tutakuwa tunapata mizigo karibu mara tatu zaidi ya mizigo inayoingia leo. Unakwenda tena una, una dampu hela pale Bagamoyo, maana yake si unaiua hii bandari ambayo imeachwa na Nyerere. Tumeshabinafisisha maeneo karibu sita kwa kuwaweka, sitaki kuwataja, ninyi mnajua. Sasa mambo mengine ni kufikiria tu. Sasa bandari ya Tanga tunaiendeleza ili mikonge ya ndugu Shamte iwe inasafirishwa vizuri. Tumefanya lobbying kama nchi lile bomba la kutoka Hoima mpaka Tanga, bomba ambalo ni refu kuliko mabomba yote ambayo ni heated gas duniani limewekwa Tanzania. Tuna promote ile bandari ya bandari ya Tanga. Leo mtu aje akwambie hii usiiendeleze kwa sababu tunakuendelezea Bagamoyo. Tunataka tufungue bandari ya Mtwara. Tumefanya investment ya bilioni 337, ili kusudi mafuta yanayosafirishwa yasiyo yanateremkia Dar es Salaam yanayoenda kusini, kusudi wananchi wa kule bei iwe chini. Tunatengeneza barabara ya kutoka Mtwara mpaka Mbamba Bay na kuconnect mpaka Nkata Bay ili mizigo ya Malawi iwe inaenda mpaka Mtwara tupate uchumi mtu anakuambia msiiendeleze bandari ya Lindi, tusiiendeleze bandari ya Kirwa ambayo ni the oldest port katika Afrika tangu kwenye bisinesi za barter trade, wakinabidi mapipa huko matuta walivyokuwa wanakuja mwaka elfu moja mia nane thelathini na mbili. Sasa mnaweza mkaelewa, unajua, business ni kutumia akili. Ninyi mna survive kwa sababu mnatumia brain pamoja na kero hizi za TRA na nini, na ndiyo maana tumekutana hapa tudiskasi, ili hizi problems zingine tuzisafishe haraka haraka. Hey, sasa ndugu zangu wane wane, ningependa tena kuwaalika nafasi ya pili, au sehemu ya pili pati tu. Hey, usisahau kulaiki -like, kukomenti na kushare na kusabskrib kama bado ja sabskribe, bonyeza alama ya kengele, bonyeza alama ya fotoni hapo chini. Asanteni sana ndugu watakazamaji.